Tuendelee kumshukuru Mungu kwa kutupatia rais wa aina hii ambaye ana maono makubwa kwa ajili ya wananchi wa Tanzania tukiwepo na sisi wananchi wa mkoa huu wa Katavi ambao tumeshuhudia mabadiliko makubwa na maendeleo makubwa katika kipindi cha uongozi wake. Tuendelee kumwombea dua, tumtakie heri, Mwenyezi Mungu amlinde aendelee kuwa na maono mapana zaidi kwa ajili ya wa Watanzania wote, na hususan Watanzania sisi wana Katavi na wanasonga wa mbele. Naomba tumpigie makofi mengi sana tumemuunga mkono kwa kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa kwa kupanda miti, tukitambua kwamba na yeye pia yuko kwenye shughuli ya kupanda miti kule Zanzibar lakini na maeneo mbalimbali Tanzania. Leo ni siku maalum kabisa ya upandaji miti kwa kuenzi kwa kuenzi siku hii ya tarehe ishirini na saba Januari, siku ambayo Mheshimiwa Rais wetu anakumbuka tarehe ya kuzaliwa kwake. Nikianza na jambo hili, tumepanda miti hapa tukimuunga mkono Mheshimiwa Rais na kumtakia heri, lakini pia tumegawa miti na mingine iko hapa kwa ajili ya kwenda kupandwa. Niwaombe sana wale tuliowagawia miti na watakaoendelea kugawiwa miti, hii lazima ikapandwe, miti hii lazima itunzwe, na miti hii lazima ikue, kwa sababu wote tunafahamu umuhimu wa mazingira, kwamba bila kupanda miti hatuwezi kupata mvua, hatuwezi kupata hewa safi, hatuwezi kupata maji, hatuwezi kupata mazao, na kwa maana hiyo tutakuwa tunaangamia sisi wenyewe endapo hatutatunza mazingira kwa kupanda miti. Kwa hiyo nisisitize miti hii ikapandwe. Lakini jambo la pili katika hili, maelekezo ya serikali ni kila halmashauri kupanda miti milioni moja na laki tano kila mwaka. Niwapongeze kwa hatua ambayo imeshafikia ya kupanda miti zaidi ya mia tatu na kitu, ukiongeza na miti tuliyoipanda leo zaidi ya mia mbili lakini niagize kwamba lazima idadi ya miti milioni moja na laki tano na zaidi ipandwe kabla msimu wa mvua haujamalizika itakapofika mwezi Aprili. Agizo hili pia liende kwa halmashauri zote ndani ya mkoa wa Katavi kuhakikisha miti milioni moja na laki tano kwa uchache au zaidi ya milioni moja na laki tano kwa wingi wake, lazima ipandwe na ni lazima itunzwe, ili tuendelee kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kuwa na hali nzuri ya hewa na tunaendelea kupata mvua. Kwa hiyo, kwa hilo la masuala ya mazingira, nasisitiza miti hii kupandwa na miti kutunzwa na kuienzi, ili iweze kuleta manufaa. Lakini swala lingine, tuko hapa shule ya msingi Songambele na watoto wetu na wajukuu wako hapa kwa wingi wakiwa na furaha kabisa ya kuendelea na msimu wao wa masomo ambao ulianza tarehe kumi na tatu. Wanafunzi oye! Mpo kweli, mpo hebu inua mikono kwa Rais Samia. Wanafunzi oye! Wajukuu oye! Na watoto wa mwisho mwisho oye! Na wale ambao ni watoto wa kwanza kuzaliwa oye! Watoto wa katikati oe! Wana ari kubwa, wana furaha na wana matarajio makubwa juu ya sisi wazazi wao, walezi wao, walimu na jamii kwa ujumla, na kwa maana ya serikali namna ilivyoandaa mazingira mazuri kwa ajili ya kuhakikisha kila mwanafunzi anapata nafasi ya kusoma. Jambo la kwanza, niombe wazazi na walezi kuhakikisha watoto wote wenye umri wa kupelekwa shule darasa la awali na darasa la kwanza, sasa ni wakati mwafaka wa kupeleka shule kuja kuandikishwa kwenye shule zetu za msingi ambazo pia zina madarasa ya awali. Tuwatendee haki wanafunzi hawa kwa kuwahi kuwaandikisha shuleni na waendelee na masomo pamoja na wenzao. Bila kufanya hivyo, tunaanza kuwaacha nyuma kimasomo, na matokeo yake wanaweza wakaja kuchelewa kujua kusoma kuandika na kuhesabu na wakachelewa kila kitu. Kwa ni wasihi sana wazazi, tunaposema kwamba tarehe kumi na tatu ya mwezi wa kwanza ni tarehe ya kufungua shule ni kwa madarasa yote, anayeanza sasa ni, ni wakati wa kufika shuleni na madarasa yanayoendelea ni wakati wa kufika shuleni. Kwa wale wachache ambao bado hakikisheni wanafunzi wote wanaletwa shuleni haraka iwezekanavyo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alimshauri kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa uhifadhi wa, wa mazingira, mfano Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, TFS, vyama vya ushirika vya tumbaku AMCOS, kwa pamoja wamesambaza miche ya miti laki tatu 39,534 kwa mwaka wa fedha 2025/2026 kwenye shule za msingi, zahanati, vituo vya afya sekondari na mashamba ya ushirika. Aidha, aina mbalimbali ya miti iliyosambazwa ni pamoja na mitiki, mielezi, mijohoro, siderela na albizia.